Mambo vipi? Majina yako ni nani na utwambie, unaonekana umekula uzi wa RS Berkane. Naitwa Ibrahim bana. Niko hapa Zanzibar bana. Eh, eh, naam. Nimepiga <totipi> kuja kui-support timu yangu ile Messi, sipendelee kuona Simba ikichukua ubingwa <laughs> ila wenyewe ametoa tangazo kama usiki na mechi usije ni mimi nimekusukuma kufika uwanja. Haiwezekani, kwa sababu haya ni mapenzi yangu mwenyewe. Huwezi kunipangia mimi, hawezi kuwapangia mimi, hawezi kunipangia ni mapenzi yangu mwenyewe. Anashinda unategemea. Ah, hivyo unategemea kuondoka na pombe, aja baadaye wewe. Lakini, lakini, lakini sio Moroko. Vipi, unaonekana huna uzalendo sasa